Nimeshtuka na naomba mwongozo katika hili, pale ulipoelekeza serikali pa mawaziri, kwa kuwataja mawaziri kwamba tukipiga kura ya hapana hawataleta maji na kadhalika. Sasa mimi nataka, nataka, nataka kufahamu, je, kuna kanuni yoyote tumevunja kwa kupiga kura ya hapana? Manake ulivyokuwa una introduction speech ulisema tuna option tatu: kupiga kura ya ndio, hapana au ku abstain. Lakini sasa pia unapiga mkwara kwamba tukipiga, tukichagua option mojawapo ambayo umetupa hatuta, hatuta, hatuta wasilete maji na unasisitiza mawaziri wasikilize, na wakati hela za maji ni kodi za wananchi wote pamoja na wale waliotuchagua wale waliotuchagua sisi. Sasa, Mheshimiwa Spika, sisi tuna wewe, ulisema wakati unagombea ulisema, anayekaa karibu na mgonjwa ndiye anayejua mahitaji. Wewe unakaa na wagonjwa wote wa kipindupindu na sisi wa malaria, kwa hiyo unajua mahitaji yetu yote. kwa, why, why unachagua upande? Ni like trying hard to kill democracy katika Bunge. Naomba mwongozo, Spika. Niliwakumbusha wabunge kwamba sisi ni wawakilishi wa wananchi. Hakuna hata mmoja aliyejileta hapa kwa kutaka kwake yeye, kama yeye kwamba mimi nataka kwenda bungeni, halafu akawa hapa hayupo, hata mmoja umechaguliwa na watu wa chama chako, umechaguliwa na watu wasiokuwa wa chama chako, umechaguliwa na watu wa dini yako wewe ndio umechaguliwa na watu wasiokuwa na dini yako, yaani umechaguliwa na watu aina mbalimbali mbali. Na wewe ndio msemaji wao, wewe ndio kiongozi wao, wewe ni mdomo wa wale unaowawakilisha. Kwa hiyo, maana yake kama wewe ni mbunge unawewajibika, unaposema hapa ndio, maana yake hao unaowakilisha wamesema ndio. Unaposema hapa hapana, maana yake hao unaowakilisha wamekwambia useme hapana. Sasa kwa nini nimesema hivyo? kama unaowakilisha wamesema hawataki maji, sasa we ufanye? Tunasema hawataki. Mtu anakataa bajeti machoni penu, unaona anasema hapana, kesho anakuja anafanya mpango kwako, unampa mradi. Lakini natambua pia kuna wanaosema hapana, lakini wafanyeje? Maanake wamelazimishwa, hilo najua. Ukiona mtu anasema hapana kwa bajeti ambayo ina mshahara wake yeye mwenyewe alafu kesho alafu kesho mtu huyo anazunguka anaenda kupokea mshahara, walichosema hapana, basi unamsamehe bure, au sio? Jamani! <laughs> tukishapitisha bajeti hii ya serikali Tunakwenda kupitisha fedha za ujenzi wa zahanati kwa wananchi tunaowawakilisha. Tukishapitisha bajeti hii ya serikali, tunaenda kutoa huduma za dawa kwa wananchi wetu tunaowawakilisha. Tukishapitisha bajeti hii ya serikali, tunaenda kutoa huduma ya pembejeo kwa wananchi wana, wana, wana, tunaowakilisha. Tunaenda kutoa elimu bure, tunaenda kupeleka maji, tunaenda kupeleka umeme tunaenda kupeleka barabara, tunaenda kupeleka ajira kwa watoto wetu wasiokuwa na ajira, tunaenda kupeleka uh, tunaenda kulipa malimbikizo ya madai mbalimbali mbali ya watumishi wa serikali wakiwemo walimu, lakini tunakwenda kujenga nyumba za watumishi wa serikali wakiwemo manesi, madaktari na walimu wetu na tunakwenda pia kutengeneza mfumo wa kitaasisi wa kibajeti wa kupambana na ufisadi katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa mheshimiwa, mheshimiwa spika, inapokuja tunapitisha bajeti ambayo inaenda kutatua kero hizi za Watanzania, baadhi ya wabunge wanasema bajeti hii hapana, isipitishwe halafu Mheshimiwa spika, mfumo huu huu wa kikanuni unaweka utaratibu tukishapitisha bajeti hii mwezi huu, bunge linakwisha. Bunge litakalofuata tutakuja na maswali ya kuihoji serikali, kwa nini haijapeleka huduma mbalimbali kwa wananchi, na wakati huo bajeti ya kupeleka huduma hizo kwa wale wananchi wetu tumeikataa ndani ya bunge. Mheshimiwa Spika, hapo ndipo ninapoomba mwongozo wako. Je, yeah. Hivi mtu anayekataa bajeti ataruhusiwa tena kuioji serikali kwa nini haijapeleka huduma hizo kule anakotoka? Kuna mambo ambayo kwa tofauti ya vyama vyetu tunatofautiana, mimi naomba tu nipate mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Hela umeambiwa pesa hizi hapa ukatumie, halafu unasema mimi sizitaki kwa sababu najitosheleza. Kuna lazima gani tena sisi tupeleke pesa huko? Naomba mwongozo wako, wabunge tunapoigomea bajeti kwa kusema hapana, tafsiri yake ni kwamba serikali iporomoke na isiendelee kuwepo na sisi wenyewe wa bunge tusambae kuanzia leo tukarudie uchaguzi. Lakini nina, ninajaribu kufikiria sana mheshimiwa spika kwamba hawa watu tulikuwa tunapambana na makinikia hapa, hawa wanapiga kelele kutetea wezi. Leo tunapitisha bajeti ambayo kwa umakini kabisa tumechangia mawazo yetu siku sita, na ya kwao yamechukuliwa hata na, na, na, na waziri mipango yamesoma mazuri tu hapa na wote wakapiga makofi. Tumefika kwenye kupitisha bajeti wanakataa Mheshimiwa Spika, wala sidhani kama kuna haja ya kumunya maneno, na kwa vile watanzania wanatusikiliza na kutuangalia, hawa watu watu wao wameridhika. Ukienda kwenye jimbo langu kule Nzera hatujawahi kuona lami. Tumepigania makinikia, tunapitisha bajeti halafu mnaenda kuwarundikia hela za nini? Hawa chukueni hela hizo, zileteni Geita, jimbo langu, tuna shida, na ndiyo maana na ndio maana mheshimiwa spika, na ndio maana uliponiuliza, ulipoita jina langu, mimi nilisema kwa besi ambayo sijawahi kuzungumza, nilisema ndio kwa sababu hatujaona rami. Hawa kina Msigwa, kina nani wana rami na wana kuku, hawana shida. Leteni pesa, tusiwape hela hawa ili liwe fundisho. Tutakapokuja kuuliza maswali na wao watataka kuuliza maswali kwenye wilaya yangu, kwenye jimbo langu, naletewa lini maji? Naletewa lini umeme? Hivi kwa mtu ambaye ameikataa bajeti, mheshimiwa Spika, anayo haki ya kupelekewa miradi kwenye eneo lake na anayo haki ya kuuliza maswali? Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo huo kwako na kwa serikali. Je, wanayo haki wa kuwahudumia hao ambao wameikataa bajeti? Mheshimiwa Spika, ni kweli niliingia kwenye bunge hili mwaka 95 bunge la mfumo wa vyama vingi vya vya siasa na tulipewa semina na mheshimiwa spika mstaafu Pius Msekwa, namna ya mabunge ya Commonwealth yanavyobehave na kuna swala la three line whip, na mnachokizungumza hasa wakati huu wa budget, ili sio bunge la kwanza tangu mwaka 1995 na katiba yetu ni katiba, ibara ya tatu ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hivyo hili linalotokea hapa, na kwa kuwa dua yetu inasema tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie hekima na busara ya kufanya maamuzi sahihi, ninashauri tu mlete constitutional amendment, ili nchi hiyo ya mfumo wa chama kimoja cha siasa, ili fikra zikishasemwa zidum fikra za mwenyekiti basi fikra hizo zidumu. Lakini nakumbuka mwalimu alisema wakati kabla hajaondoka madarakani, sio zidum fikra za mwenyekiti, zidum fikra sahihi za mwenyekiti, na basi tufuate upande mmoja. Sincerely, toka sakafu ya moyo wangu, nashauri tufanye constitutional amendment, tuwe na chama kimoja cha siasa anayeweza kuingia huko aingie huko badala ya kupoteza rasilimali za watanzania kupoteza muda wa Tanzania, Tanzania tukisema tuko kwenye demokrasia ya mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa kumbe hapana, ukiwa na mawazo tofauti wewe ni adui wa jamii. Asante Daktari. Kauli za leo ndani ya bunge ndio kauli ambazo zinaweza zikapasua taifa kauli za viongozi Sisi tuko ndani ya bunge kama wabunge wa taifa, bunge zima sisi wote ni Watanzania na hakuna kitu mheshimiwa spika kinasikitisha. Mimi niko mwaka wa saba humu ndani, miaka saba tuliyopitisha, nimeshuhudia kura zote, kura ya ndio, kura ya hapana na kura ya kuabstain. Miaka saba bunge limekuwa likipitisha na hakujawahi kutokea kauli za kusema wewe ukipiga ndio utapata maji, wewe ukipiga hapana hutapata. Haijawahi kutokea, mheshimiwa spika. Wabunge wote wananielewa hichi ninachokisema. Dakika moja, malizia. Ndio nakwenda na malizia. Tusijenge taifa tunaloweza kulipasua wenyewe. Mimi niliamini ulipokuwa unazungumza ulikuwa unafanya kama utani ambao sasa watu wasiokuwa na uelewa sawasawa wakalichukua hili jambo kuwa serious. Sasa mheshimiwa spika, ni vizuri ukaliweka sawa. Tuko hapa kutetea kodi za, za, za, za wananchi wetu. Tuko hapa kuainisha serikali ilipokosea na serikali ilipoweka mambo sawasawa. Ndio kazi ambayo tunafanya hapa bungeni, na tuko hapa mheshimiwa spika. Hii ni bajeti ya 56 tangu tupate uhuru kama ni tatizo la maji bado lipo tangu tumepata uhuru. Kama ni tatizo la afya lipo tangu tumepata uhuru. tunapozao mbili zimeisha nyo, na malizia lengo letu tunataka serikali ifanye vizuri. Mheshimiwa pita Msigwa, asante sana mheshimiwa. Sisi hatujaja hapa kwa bahati mbaya kama wapinzani, na kuwepo kwetu kama wawakilishi wananchi waliotuchagua walijua kabisa wanachagua watu wa upinzani na hata mawazo tunayoleta hapa, wananchi wa jimboni kwetu wanajua kabisa misimamo ya wabunge wao, wanataka nini. Kwa hiyo hatujaje hapo kwa bahati mbaya. Lakini la pili eh, amezungumza sana mheshimiwa James Patia hapa. La pili tunapopiga kura hapa au pesa serikali inapopelekwa kwa wananchi, sio kwamba sisi wapinzani tunafanyiwa hisani, isionekane kwamba hiyo ni hisani. Ni pesa za serikali za walipa kodi humu bungeni tunaonyesha mitazamo tofauti, na tukisoma historia ndugu zangu Ma, maendeleo yote duniani yameletwa kwa hoja mbili zinazopingana, simple as that. Lakini mnakotaka kutupeleka mnaturudisha nyuma, kitu ambacho hakiko duniani. Dunia inabadilika. Mfumo tunaoutumia sisi tumeukopi kwenye mfumo wa nchi za jumuiya ya madola commonwealth parliamentary practice katika kuendesha mabunge, lakini mfumo ule katika kipindi kama hiki cha kupiga kura ya, ya bajeti, kuna kura kwa, kwa, kwa, kwa, kwa namna tulivyorithi kuna kura tatu na ambazo ndizo zilizosemwa hata kwenye kanuni zetu Mheshimiwa Spika. Lakini hata hivyo, duniani kutokana na mabadiliko yanayotokea ya mazoea ya mabunge mbalimbali watu wanabadilika. Kwa mfano, ma, maandalizi ya bajeti za, za, za, za nchi zilikuwa si shirikishi huko nyuma. Ni, ni serikali inayotawala inaandaa bajeti inapeleka, kwa hiyo mnakwenda kubishana pale, lakini siku hizi sasa bajeti ni shirikishi. Mchakato wa bajeti unashirikisha kuanzia mwanzo hatua zote kuanzia mipango mpaka na bajeti yenyewe na maoni ya pande zote huchukuliwa, na hata kwa mfano waziri wa fedha Alikuwa anajibu kupokea baadhi ya mapendekezo ya upande wa upinzani na akasema, haya nayachukua, haya nayachukua. Mheshimiwa Spika, kubwa hapa ni mawili: moja, the effect ya kura ya ndio na hapana, effect yake ni nini? Unaposema hapana, maana yake kura, maana yake bajeti isipite, maana yake bunge livunjwe, ndiyo maana yake. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba hauko serious, unapenda bunge livunjwe. li, li, li, Lakini pia hata yale mawazo yake uliyoyaleta uliyo ya kwenye serikali au katika mchakato mzima ya upande wa upinzani yakayokubaliwa na yenyewe yaliyokubaliwa na yenyewe unayakataa. Sasa nini kinatokea kwa baadhi ya mabunge yaliyoendelea, yanazidi ya kubadilika. Kwa mfano bunge la India leo hii limebadilika, linapiga kura mbili tu linakula piga kura ya ndio au abstain. Hapana haipo, ni bunge linapiga. Kwa nini, kwa nini, kwa nini wamefikia hapo? Wamefikia hapo, Mheshimiwa Spika, kwa sababu maoni yale ni shirikishi na, na, baadhi ya mambo yanakuwa yamechukuliwa. Kwa hivyo huwezi ukakataa kata kata, ndio maana you, you can only abstain, lakini sio kusema hapana. Kwa hiyo ukisema hapana, connotation yake ndiyo maana mheshimiwa spika, una reflect kwa wananchi ambao wanasubiri maendeleo, wanasubiri shida zao zikatatuliwe kwa kupitia bajeti hii. Unaposema hapana completely the effect yake ni kwamba wananchi wako wasiende kutatuliwa matatizo yao, ndiyo maana yake. Na washukuru sana waheshimiwa wabunge, na katibu anazidi kujiandaa kumalizia malizia mahesabu yake na mimi nimalizie kwa sababu wengi mlinitaka miongozo kwa kuisamapyote yote kwa pamoja. E, na mheshimiwa Simbachawene, nimshukuru sana, amenisaidia katika kujaribu kueleza, kwa sababu sikuwa na muda wa kujaribu kuweka mambo yote na na nini. Nadhani siku moja si tutuwe na semina, ingawaje siamini kama semina inasaidia, kwa sababu siseme sana jambo hili la bajeti ya leo tunayohitimisha hapa limeanza kule kwenye serikali zetu za mitaa kule kwenye vijiji, kwenye kata eh, kwenye halmashauri za wilaya, na wengine ni wajumbe huko. Limeanza huko, na tumeshiriki kote huko, kama si wote lakini baadhi yetu tumeshiriki. Limekuja linapanda juu. Sisi hapa tumeanza mapema mwezi wa tatu, mahali fulani hivi, tukaanza taratibu maana tuende kwenye miradi nchi nzima huko tunazunguka, tuna, tunajenga yani jambo lenyewe linatengenezwa hilo, tukaja kwenye makamati yetu mbalimbali, sekta mbalimbali, kila wizara mkakaa nazo huko eh. kumbukeni maukumbi ambayo mmeenda huko, sijui Azida, sijui wapi, wengine mmeenda Mwanza hili, hili, hili. Wanne wote hili hili. Watano wote hili hili hili. Mpaka leo wa sita tarehe ishirini kupitia hatua mbalimbali mbali. Na hakuna hatua moja ambayo sisi kama bunge tunaifanya tukiwabagua wabunge fulani kwa sababu ni wa chama tawala au kwa sababu chama cha upinzani. Kwa hiyo bajeti hizi 95. 95, James, na tulibadilisha kanuni zetu. James Mbatia ananiambia wao wa 95 95 James, hamkuwa na bajeti shirikishi, mlikuwa na bajeti mnakaa hapa siku ya kwanza ya bunge la bajeti, anakuja waziri wa fedha anasoma bajeti ya serikali na huo ndo msimamo wa serikali. Hajaulizwa mtu, hajafanya nini mtu, mnakaa hapo mnapiga maneno eh ee. Mwisho mnapiga kura mmemaliza, mnataka mtake mwezi kubadilisha chochote katika bajeti ambayo imesomwa. Leo hii ni tofauti, tunaanza na mapendekezo sijui nini, tulikuja tarehe fulani hapa mwanzoni kule, akataja ceiling ya serikali, waziri alikuja hapa mipango ikoje, yote tunajenga kwa pamoja kwa pamoja kwa pamoja. Leo ndo mwisho wa jambo lenyewe la pamoja. Tunafika mwisho. Mwenzangu mwingine ambaye kwenye bajeti hii ya Mheshimiwa Mpango ana bajeti kubwa kwenye jimbo lake mara mbili mara tatu ya bajeti ya Kongwa au ya mbunge mwingine, yote aliyesema, ndio yeye mwenye bajeti mara mbili mara tatu, anasema hapana. Sasa huu ni mchezo gani? Kama upinzani ndio, ndo huo una maana gani? Upinzani sio huo huwezi kukaa hapa miaka saba Silinde, kazi yako miaka saba ni kusema tu hapana kwa kila jambo, haiwezekani. Hata lile ambalo umeshiriki we mwenyewe, nanielewa nakusikia. Susan Limo, nakusikia vizuri sana na wewe ni senior na tulishaambiana hapa, kama ungekuwa na jambo ungesimama kusema. Ukinivunjia heshima, na mimi nakuvunjia tu wala halina shida. Ukishakuwa humu ndani lazima uwe tayari kusikiliza wengine, na wewe uwe tayari kusikilizwa. Kwa hiyo na mimi katika kumalizia niseme ya, hata mimi uwe nanisumbuaga, ndio bwana kabisa, tena I'm not joking, linanisumbua kwamba mtu umeshiriki jambo mwanzo mwisho, umeonyeshwa kila kitu mwanzo mwisho, na baadhi ya mawazo yenu yamekubalika, halafu dakika ya mwisho sitaki Sawa, hutaki, hasa mradi hutaki. Kama alivyosema Mheshimiwa Jenista, unatunga swali miezi mitatu ijayo, unatunga swali kule kwangu. Kwa nini kitu ambacho kinahusu fedha uliosema staki, hasa waziri akujibuje? Kwa hiyo ushauri wetu ulikuwa mwepesi tu, kwa heshima mawaziri, kwamba wanapokuja mwambie, lakini ulikataa bajeti alafu kitaka kumsaidia, msaidie labda mwakani atabadilika. Kama nilivyosema, wengine wanasema hapana, sio kwamba wanataka, wanataka ndani ya moyo wao, basi wafanyeje eh? Hey. Maana mimi nayajua majimbo ambayo mtu hawezi kusema hapana yani, labda wana matatizo makubwa sana, yeye mwenyewe yana shida kweli, mwanzo mwisho. Kwa hiyo tuendele, lakini huko mbele iko haja ya kuangalia, hivi kama tatizo ni kitu fulani, labda cha kushirikiana vizuri zaidi, hatuwezi kufika huko e, tukakifanya hicho, ili tukaelewana. Mbona kwenye kamati mnaelewana? Kwa nini kishafika hapa tu basi tabu?